Anasema watu watakugawana, muislamu mirathi kwenda mahakama ya serikali ni kosa. Serikali kama utenda wewe, kadhi muislamu unakutaka kuzuia, hakuzuii. Sasa wameenda kuacha hukumu ya Allah, na wewe muislamu unaenda kata, hasa mwanamke anajua Uislamu, ataamba robo au nusu, ataamba nusu, amekimbilia nusu kwa tamaa kule. Hii ni kosa kubwa sana, dhambi kubwa sana na Mungu anasema

Kama Mungu, mwislamu muumini wa kiume na mwislamu muumini wa kike, Mungu anasema never, hawezekani na hawezi kutokea hii. Muumini kweli kweli, Mungu na mtume kama kitu umehukumu, yeye apinge hukumu yaya pinge, yaya ya Allah na mtume za salamu. Sasa huyu dada yetu sio muumini, lakini yeye huenda atakuwa mwislamu. Ki tofauti kisheria baina ya mwislamu na muumini Muumini maana yake imani ingie kwako kwa vizuri. Wabadui wakati amesulimu amisulim, hapa mbele ya mtume wanasema wabadui sisi tumeamini. Mungu anamwambia a nyu hujaamini, bali nyu Muislamu tu. Wewe kuwa muumini mpaka imani ingie kwako kweli kweli. Kwa kwa kwa kwa. Si dada hii amekosea, ni sio dada mtu yote hataki mirathi kugawana kwa mujibu wa Islamu. Ajue yeye kangia dhambi kubwa sana na huenda huenda atakufuru, wal iyadhu billah. Sasa hii ni kosa, tunayo kadhi tunayo sheikh, mirathi kubika hukumu ya Allah, alafu watu wamejenda. Muislamu kila wakati mwanamke anabata nusu? sio mwanamke anabata nusu kwa sehemu mbili tu, zaidi sehemu nane. Qurani soma, utaona mwanamke mwingine anamzidi mwanamume. babako amako wewe umekufa umeacha mirathi. Mungu anasema wa likulli wahid minhum as-sudus, kila mmoja atachukua si, yani sita yani fungo sita moja, mama na baba watachukua moja, na huenda mara nyingine anazidi mara nyingine mwanaume. Kama mtu kafa kaacha binti na mwanaume, hana kijana, binti anachukua nusu, ndugu zake watagawana nusu, hata kama hukumi, isipokuwa kama watoto baba moja mama moja, baba amefariki